Yes, ikumbukwa ni siku chache tu baada ya Ibra kuweza kutengana na eh, kundi lake la mara ya kwanza nikimaanisha eh, Konde Gang, moja kati ya makundi ambayo pia yanafanya poa zaidi lakini pia katika swala zima la record labels kutokea hapa Tanzania ukiweza kuitamka Konde eh, Konde Gang huwezi kuisahau katika zile zote ambazo zinakuwa eh, zinapatikana. Ikumbukwe kuna Wasafi lakini pia kuna Kings Music, eh, lakini pia kulikuwa kuna African Princess pia ambayo ilikuwa ina na, na, na Nandi pamoja na Yami pia na yameweza kuondoka and then kulikuwa kuna Konde Gang. Moja kati ya eh, geng ambao pia ilikuwa inafanya poa zaidi na moja kati ya wasanii ambao pia walikuwa wanaonekana kufanya vizuri zaidi eh, kutokea pale Konde Gang. Eh, mara baada ya kuweza kuachanaga na eh, Angela kipindi na hicho back in the days siku za nyuma huko eh, waliweza kuachana pia na Ibra kwa sasa hivi kwa kipengele cha shilingi bilioni moja ambayo pia imeweza kumtesa sana kwa kipindi kirefu eh, kidogo bana Ibra kwa kuweza kuchangisha changisha donation kila siku bana, tunaombana pesa sana kwenye mitandao ya kijamii Imekuwa ni hivyo bana, waweza eh, eh, kumchangia mpaka platinum mwenye alishawahi Ku, ku, ku, kusema kwamba ataweza kumchangia bwana Ibrah katika e, swala hili. Sasa ukiachana, okay, na Konde Gangi, mwenye Ibrah ameweza kuondoka pia na sasa yuko huru ni msanii huru kabisa ambaye anaweza kufanya harakati zake za kimuziki peke yake. Oyawe noma sana. Moja kati ya icon ambayo pia anaitumia kwenye nyimbo zake nyingi ukizisikiliza kwa sasa hivi amekuwa akitumia sana hilo neno. Oyawe, oyawe, oyawe, oyawe nini? Sasa hii bwana ni gang ambayo pia ameamua kuianzisha na washikaji zake tofauti tofauti pia ambao wanakuwa kutokea kwenye eh, eh, kwenye kwenye industry hii hii ya muziki pia kama kina Mr Teacher eh, T Touches, pia tunajua ni bonge moja la producer ambaye anakuwa anatoa ngoma kali sana, moja kati ya producer ambao pia ukimtegea sikio kwa haraka haraka unaweza usimwelewa, lakini pia ukimtegea sikio kwa uzuri kabisa ndio utamwelewa, lakini pia na yeye inaonekana kuweza kujiunga na geng hili la eh, Oyawe bonge moja la gang ambalo pia kwa sasa hivi na hisi pia na lenyewe linaweza eh, kuweza ku, ku, kufanya vizuri endapo kwa watu wengi kama wataweza kulitegea sikio lakini pia kulitegea jicho kwa uzuri kabisa. Sasa Ibra pia ameweza kutambulisha rasmi kabisa eh, timu yake mpya ya usimamizi eh, kupitia video moja ambayo ameweza kuipost katika akaunti eh, yake ya Instagram eh, kwenye mtandao wake wa kijamii pia akame post ile video then then chini akaandika new family akaweka kikopo pale and then akaandika Oya Gang noma sana. Sasa main manager wa kundi hilo pia akaweka hashtag pale, ni Oya Way lakini pia um business manager ambaye pia atakuwa na nahusika kwenye masuala mazima ya hili gang anafahamika kwa jina la, la Don Tower and the team member ambao pia watakuwepo na members wengine tofauti tofauti wataongozwa na Mr T Touches, moja kati ya maproducer ambao pia wanafanya poa. Sasa hatua hii pia inaweza kuthibitisha kuanza rasmi kwa safari mpya ya Ibra nje ya Konde eh, Music World Wide ni moja kati ya eh, watu wanaweza kusema ni, ni, ni mafanikio ambayo yanaweza kuonekana kwa upande wake kuweza kuachana na kundi lake la zamani la Konde Gang na kuweza kuanzisha gang nyingine mpya kabisa ambayo inafahamika kwa jina la eh, Oya Way. Mr. T Touch, eh, atakuwa ni moja kati ya ma members pia, ni sasa, kupotea, zaidi, ya eh, ma ya yani, eh, pia ambao watakuwa wanapatikana maoni yako u ambayo amekwenda kuianzisha na washikaji zake wengine ta bila kusahau kina eh, Mr. T Touches. Drop comment yako hapo, bila kusahau kusubscribe channel yetu kwenye YouTube channel, utakuwa umetisha kinomanoma zildadi kabisa. that's my name.